Maingizo ambayo yanakuja ya ya ato, kuhusu, kuhusu, yeah, ya wachezaji kama unampata juzi kuna ndio hata mimi kwanza mechi Simba moja ulimsema, jinchi jinchi au mavambo no, no nimsema jezi namba kumi Sio, so, eh, eh, kasi. Tena nikauliza kama una mseji gani na atakuwa superstar. I say this number 10. Kwa sababu kimwona ni mchezaji mkubwa anajua mpira, ametoka kwa MVP, MVP, right? Hmm. MVP of our... Wow, wow, kodi kodi. Kwa sababu mchezaji sio uchukui muda kumjua huyu ni mchezaji mzuri, the problem is commitment yake ni ndogo kwa mpaka saizi na of course, kuna is up and down, unajua huko kati na chini vizuri. Kwa mfano katika mechi za ya karibuni hapo ametoa mchango mkubwa sana kwa timu ya Champions League. Sasa what you need ni consistency kwenye hicho kiwango ambacho unaendelea kuwa nacho. Hakuna chuki kambti, kwa sababu huyu eti nikisema miko amekosea nitakuwa nimeharibu. La hasha! Kama unaharibu katika specific game, hii ni game muzika, nakwambia <mikosia> umeharibu.